Yes na kusalim tena wewe mpendwa ambaye unatizama chaneli hii ya afya pamoja Kusisao na Injili. Usisahau, mimi naitwa Pastor Detrix Ndalawa kutoka Maranatha Faith Assemblies of Tanzania, nikiwa ndio msimamizi pia mwendeshaji wa afya na Injiri Online TV ambao ni chaneli kabisa mahususi inayozungumzia au kutoa elimu kuhusiana na vidokezo vya afya ya mama pamoja na mtoto, pamoja na kutoa neno la Mungu, mafundisho, mahubiri pamoja na maombi kila wiki. Usiache mpendo wa mtazamaji kusubscribe katika chaneli yetu, ili uweze kupata vidokezo hivi kila wiki ambavyo vinaweza vikasababisha afya yako ya mwili ikawa imara na afya yako ya roho ikawa imara. Basi nikukaribishe katika sesheni yetu hii ya mwisho kuhusiana na uzazi wa mpango, ambao tumekuwa na sesheni tatu, na leo hii tuko sesheni yetu ya nne ya mwisho, ambayo inazungumzia: je, Biblia inazungumzia nini kuhusiana na uzazi wa mpango Biblia yenyewe binafsi kama Biblia inazungumzia nini kuziana na uzazi wa mpango, na je, Mkristo anaruhusiwa kufanya uzazi wa mpango? Maana kumekuwa na mambo mengi ambayo wengi wamekuwa wakisema kwamba uzazi wa mpango ni dhambi, na pengine wengi wakisema kwamba hairuhusiwi kwa Mkristo kufanya uzazi wa mpango. Basi mimi Pastor Detrix niko hapa kuweza kukujibu nikichanganya taaruma yangu ya uuguzi na ukunga na utabibu pamoja na taaruma yangu ya theolojia kukuletea majibu haya baada ya kuwa nimefanya utafiti na kupata. Kwa hiyo Biblia haionyeshi sehemu yoyote ambapo imeandika kinagaubaga kwamba inapinga masuala ya uzazi wa mpango. Nitarudia, hakuna sehemu katika maandiko ambapo imeandikwa kwamba Mungu anazuia masuala ya uzazi wa mpango. Isipokuwa kwa kutumia baadhi ya maandiko, kuna vitu ambavyo vimeibuka ambavyo vinakuwa vinazungumzia mambo haya ya uzazi wa mpango. Kama ambavyo nilikufundisha kwamba kuna njia ambazo zinazuia kwamba mimba isitungwe, kuna njia ambazo zinatoa mimba ambayo bado ni changa, kwa mfano emergency contraceptive pills. Uh, hizi zinatoa mimba ambayo tayari imeshatungwa au abortion au abosheni yani, utoaji wa mimba kinyume na sheria. Kwa hiyo hizi njia ndizo ambazo zinaonekana zinaenda kinyume na ile amri ya Mungu ambayo inasema kwamba usi usiue. Kwa hiyo katika Biblia hatuna kipengele ki spesifiki kabisa ambacho kimesema kwamba uzazi wa mpango anaoufanya anakuwa anatenda dhambi, lakini kulingana na Biblia biblia kuna vitu vinne ambavyo nataka niseme. Kulingana na Biblia namba moja, kulingana na Biblia, Biblia inasema kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Biblia inasema watoto ni baraka, ni zawadi ambayo tunapewa kutoka kwa Mungu. Hiyo ni namba moja. Ukisoma Zaburi ya mia ishirini na saba ule mstari, mstari wa tatu hadi watano, Biblia inasema tazama, watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyejaza podo lake nao. Kwa kulingana na hichi kifungu kinatuambia kwamba watoto ni baraka, na heri yule ambaye amekuwa na watoto hao enzi za ujana wake. Kwao Mungu anatusisitiza kama Wakristo kwamba tuzae watoto. Kipengele kingine ni Mwanzo moja ishirini na nane ambapo Biblia inasema kwamba Mungu akawabariki, Mungu akawambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia na kuiti mkaijaze dunia na kuitiisha kwayo. Watu wengi wametumia hiki kifungu kama njia ya kusema kwamba Mungu aliamuru kwamba tuzae. Ni kweli Mungu alitubariki akasema twende tukazae, lakini zaeni ya hapa katika sehemu nyingine inasema nendeni mkaongezeke. <coughs> Nendeni mkaongezeke ilikuwa inamaanisha kwamba mkapate mafanikio, mkatanuke na mambo kama hayo. Haikusema kwamba sasa kila kitu kwamba zaa watoto wengi kadiri unavyoweza, kwa sababu hapa hakuna sehemu Mungu ametutajia idadi ya wingi au ya uchache wa watoto ambao ingebidi tuwe nao. kwa hata katika hichi kipengele ambacho wengi kama Wakristo tumekuwa tukikitumia, ni kweli tumeagizwa na Mungu kuzaa, ni mojawapo ya majukumu kwamba tuzae ili tuweze kuongezeka duniani, lakini kuzaa huko inakupasa kwamba kuwe na mpango, na hakuna sehemu katika hiki kifungu ambapo Mungu amesema wingi wala uchache. Namba mbili. Biblia inahimiza hekima na busara katika kupanga maamuzi ya uzazi. Biblia inasisitiza sana hekima na busara katika masuala haya ya uzazi wa mpango. Tukisoma Mithali ile 21 mstari wa tano, Biblia inasema kwamba mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu, lakini kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Ko, mawazo ya mwenye busara huwa anakaa chini, anayatafakari, anaelekea utajiri anakaa anafikiria, kabla ya kutenda maamuzi ambayo baadaye ya yanaweza yakaja kumletea shida, kama wengi ambao wamejikuta wamezaa watoto wengi ambao hata kuwahudumia imekuwa shida, au wengine wamezaa watoto wengi kiasi kwamba afya ya mama imedorora na afya ya mtoto imedorora, na tunajua kwamba sio mpango wa Mungu kwamba mama asiwe na afya njema wala mtoto asiwe na afya njema, au mtoto awe na afya imedorora kiasi kwamba familia iyumbe, kuweka umaskini na njaa katika familia kwa sababu ya wingi wa watoto kwa sababu ni mpango wa Mungu kila mmoja aishi kwa amani na kwa furaha, aweze kufurahia maisha yake aliyomtengenezea hapa duniani, akimtumikia. Sio mpango wa Mungu watu waishi kwa shida, kwa taabu na umaskini, watoto wapate, apate utapiamlo na shida nyingine za kiafya kwa sababu ya kukosa uangalizi na mahitaji, kwa sababu ya wingi katika familia. Kwa hiyo Mungu anataka tutumie busara katika upangaji na kufanya maamuzi tunapokuja katika swala zima la uzazi wa mpango. Lakini pia ukiangalia katika Luka 14 mstari ule wa 28, Luka 14 mstari wa 28, Biblia inasema maana ni nani katika nyinyi atakayependa kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kama ana vitu vya kukamilisha ule mnara? Kwao hii inahimiza kupanga kabla ya kufanya maamuzi yoyote makubwa, ikiwemo uzazi wa mpango kwamba kabla ujaketi ukafanya maamuzi ya kujenga, hapa tunazungumzia sasa kujenga familia yako iliyo bora, yenye watoto wenye afya bora na mama mwenye afya bora, lazima ukae chini utizame gharama ambazo zitatumika tuzae watoto ambao tunaweza tukawagharamikia. Ni mpango wa Mungu kwamba tuwe na familia bora, familia zenye afya, familia ambazo tunaweza tukazigharamikia na sio vinginevyo. Hakuna sehemu katika Biblia ambapo unasikia kwamba kuna mtu ambaye alishindwa kumgharamikia mwanaye akamtelekeza. Ibrahimu alikuwa na watoto lakini bado kila mtoto alihakikisha amempatia eneo. Tunamwangalia Yakobo, kila mtoto alimpa eneo. Kila mtoto alipewa urithi kwa leo hii, na sisi tuhakikishe kwamba tuna watoto ambao tunao uwezo kweli wa kuwalea, kwa Biblia inasema ukae chini upige gharama kabla hujaingia katika vitu ambavyo baadaye vikakuletea shida. Kwa namba moja tumesema watoto ni baraka, namba mbili Biblia inahimiza au inasisitiza kwamba tufanye maamuzi yenye busara tunapokuja kuwa tunapanga masuala muhimu katika maisha yetu ikiwemo familia. Namba tatu, Biblia inasema kwamba maamuzi yanayohusiana na masuala ya tendo la ndoa yawe ni makubaliano baina ya watu wawili, kwamba wewe na mwenzi wako muamue kwa pamoja, na hii ndiyo maana halisi ya uzazi wa mpango. Wewe na mwenzi wako mkae chini, muamue lini mtazaa, mtazaa watoto wangapi, watapishana umri wa kiasi gani, na lini mtaacha kuzaa. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Wakorintho ile sura ya saba mstari wa tatu mpaka wa tano Biblia inasema, mume na ampe mkewe haki yake, vivyo hivyo mke naye ampe mumewe haki yake, msinyimane isipokuwa mmekubaliana kwa muda. Ina maana makubaliano yawepo katikati ya mume na mke, hivyo hivyo katika uzazi wa mpango. Ina maana ni makubaliano baina ya mke na baina ya mme, kwa hiyo hata Biblia inasisitiza kwamba katika swala zima la tendo la ndoa liyawepo makubaliano baina ya mme na mke. Kwao mnapokubaliana, ina maana moja kwa moja mnafanya uzazi wa mpango. Kama nilivyosema, zipo mpaka njia za asili, na mwisho nitazungumzia hiki kisa cha Onani ambacho watu wengi wanapenda kukitumia kama mafundisho kwamba Mungu hapendi uzazi wa mpango. Onani anapatikana katika Mwanzo, ile sura ya 38 ule mstari wa tisa mpaka wa kumi inasema: lakini Onani halijua ya kuwa huyo mtoto hakuwa wake, kwa hiyo ilipokuwa akiingia kwa mke wa ndugu yake, alimwaga mbegu yake chini, asije akampa nduguye uzao. Jambo hilo alilolifanya lilikuwa baya machoni pa Bwana, kwa hiyo akamuua naye. Kwa hiyo dhana hapa, katika hichi kifungu, wapendwa haikuwa kukataa uzazi wa mpango, bali Mungu alichukizwa kwa sababu Onani alikuwa ameshindwa kutimiza maagizo aliyokuwa amepewa na Mungu. Ilikuwa ni utaratibu kwamba ndugu yako akifa pasipokuwa na uzao, wewe ambao ulikuwepo, ilibidi uingie au ulale na mke wake ili uweze kumpatia uzao ndugu yako ambaye amekufa. Basi Onani kwa kutambua kwamba wale watoto ambao watazaliwa hawatakuwa wa kwake, akaamua kutomwaga zile mbegu ndani. Kwa Onani hakukataa uzazi wa mpango. Onani alikuwa amekataa kwamba hataki kuzaa watoto ambao wawe wa kaka yake, kwa Mungu akawa ameghadhabika kwa sababu Onani hakufuata maagizo ya Mungu. Lakini hapa sio kwamba hiki kipengele kilionyesha kwamba Mungu ana ghadhabu na njia ya asiri ambayo mwanaume, mke wako akiwa katika siku za hatari unaacha kumwaga ndani na mwaga nje ili asipate ujauzito. Hiyo dhana ni potofu, na katika Biblia maandiko hayamaanishi hivyo. Kilichokuwa kinamaanishwa hapa ni kwamba usikiuke maagizo Mungu aliyokuwa amekupa kama Onani ambavyo alikuwa amefanya akapata kifo. Kwa hiyo wewe, mpendwa wa mtazamaji ambao unanisikiliza, tumesema kwamba kulingana na Biblia watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Biblia inasisitiza kuwa na hekima na busara hasa tunapokuwa tunafanya maamuzi ambayo yanaweza kutuletea gharama katika maisha yetu, ikiwemo kupanga uzazi wa mpango. Tumeona kwamba Biblia inasisitiza kwamba tendo la ndoa yawe ni maamuzi baina ya mke na mume. Kwa hiyo nyote wawili mpange pamoja kuhusiana na tendo la ndoa, kitu ambacho ndiyo maana halisi ya uzazi wa mpango. Na kitu cha mwisho ni kwamba dhana ni potofu kabisa ambayo inasema kwamba Mungu alimuua Onani kwa sababu hataki uzazi wa mpango bali, hichi kifungu kiwa kinaonyesha kwamba Onani alikufa kwa sababu alishindwa kutimiza maagizo ya uzazi wa mpango kwa, kwa ushauri wangu mimi kama mtaalamu na mwanathiolojia ni kwamba uzazi wa mpango Mkristo unaweza ukautumia endapo hauingiliani na mpango mzima au na mfumo wa imani yako. Unaweza ukatumia njia nzuri, kuna njia za kudumu, kuna njia Eh, kuna njia za muda mfupi, eh, lakini kuna ile njia ya oro contraceptive ambayo ni emergency contraceptive ambayo inaondoa ujauzito ambao tayari ulishapatikana. Hiyo njia ni abortive, ambao inaenda kinyume na amri ya Mungu ambayo inasema kwamba usiue. Kwa hiyo kwa Mkristo hiyo kama ikishatokea, hauna sababu ya kutoa ujauzito kwa kutumia emergency contraceptive, maana unakuwa unaua, lakini pia kutumia njia za asiri ikiwemo kalenda, ikiwemo kunyonyesha, ikiwemo eh, kupizi nje kwa mwanaume ambao ni natural method, kumwaga zile mbegu nje, nafikiri hiyo iko sahihi, na hakuna sehemu ambapo Biblia imetuzuia. Kwa mpendwa, tuzaane lakini tuzaane kwa utaratibu. Kwa hiyo hakikisha kwamba wewe na mume wako, wewe na mke wako, mmekaa chini mmetafuta njia iliyo bora ya uzazi wa mpango ili maendeleo ya familia yenu ikiwemo afya ya roho, lakini na afya ya mwili viweze kuwa kamili. Mungu anapenda familia zilizo bora zenye afya bora, ambazo tuna uwezo wa kuzihudumia vizuri pasipo mawaa. Basi ubarikiwe sana. Kama nilivyosema, mimi naitwa Pastor Derrick Sindalawa, ndo msimamizi wa afya na injili Online TV, ambao tumekuwa na vipindi vyetu vya fahamu kuhusiana na uzazi wa mpango, nini maana yake, mpaka tumefikia leo. Je, Biblia inasema nini husiana na habari za uzazi wa mpango . Najua wewe ambao umenifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii mada yetu, utakuwa kuna vitu umevipata vya kitofauti ambavyo vinakwenda kubadilisha maisha yako. Basi usiache kusubscribe, usiache kutufuatilia. Tutakuwa tena wiki nyingine inayofuata, tukianza mada nyingine ambayo inasema yafahamu mabadiliko ambayo mama anayapata kipindi cha ujauzito na je wajibu wa mwenza ni upi na wajibu wa mama ni upi wakati huu wa ujauzito, ili familia iwe na amani na upendo, kama vile Mungu ambavyo anatuambia. Mungu akubariki wewe unayefuatilia, share kwa mwenzako, pe sambaza kwa wenzako, sambaza kwenye magrupu, ili elimu hii iweze kufikia kila mmoja na aweze kufaidika kama yalivyo malengo yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo acha chochea sema kwamba uzazi wa mpango sio kwamba Mungu ameukataza, bali jitahidi kuchagua njia ya uzazi wa mpango ambayo haipingani haye, haye, na imani yako ya Kikristo, hasa kama kutumia P2 ambao ni emergency contraceptive ambayo inatoa ujauzito ambao tayari umeshakamilika. Kwa hiyo hiyo unakuwa unafanya abortion, unaua kinyume kabisa na amri ya Mungu, lakini njia nyingine za uzazi wa mpango zipo ni nzuri na unaweza kuzitumia. Barikiwa kiwa na, tukutane tena katika mada nyingine kama nilivyosema. Amen.